Waziri Mkuu Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwasili mkoani Dodoma kesho, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi yake ya kuhamia mkoani humo kama mwanzo wa utekelezaji wa uamuzi wa serikali kuhamia makao makuu Dodoma. Tupate taarifa kamili. Nimewaagiza wakamilishe nyumba yangu nahamie mwezi wa tisa, haraka sana pale juu. Katika maadhimisho ya siku ya mashujaa Julai ishirini na tano mwaka huu, waziri mkuu Kassim Majaliwa aliahidi kuhamia mkoani Dodoma ifikapo mwezi Septemba mwaka huu. Katika kutekeleza ahadi hiyo, waziri mkuu Majaliwa anatarajiwa kuwasili makao makuu ya nchi hapo kesho. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma imesema maandalizi yote muhimu kwa ajili ya mapokezi ya waziri mkuu yamekamilika. Baada ya kuwasili waziri mkuu anatarajiwa kuwa na ziara siku mbili katika manispaa ya Dodoma kuanzia Oktoba mosi hadi pili kwa lengo la kukagua hatua mbalimbali za maandalizi ya kupokea ujio wa serikali mkoani Dodoma. Edward Kondela, TBC.